Katika kijiji cha Kijungumoto palikuwepo mganga mmoja maarufu aliyeitwa Mzee Kijakazi. Alijulikana kwa hekima zake na uwezo wake wa kutibu magonjwa ya ajabu, kuondoa mikosi na hata kusuluhisha matatizo ya ndoa. Watu walimwogopa na kumheshimu, wakiamini kuwa ana nguvu za kipekee. Kibanda chake kilikuwa pembezoni mwa msitu, mahali pa kutisha, lakini palipotembelewa na watu wengi waliotafuta msaada. Ndani ya kibanda kulikuwa na mishumaa iliyowaka usiku, na harufu ya uvumba ilijaa hewani. Kuta zilipambwa na ngozi za wanyama na tunguri zenye rangi za kutisha. Lakini nyuma ya pazia, mzee Kijakazi hakuwa tu mganga wa kawaida, bali alikuwa mjanja aliyewatumia wake za watu kwa tamaa zake binafsi. Wanawake wa kijiji walimiminika kwake, kila mmoja na shida yake. Mara nyingi walilalamika kuhusu waume zao kutokuwa waaminifu, ugumu wa maisha au ndoa zisizokuwa na amani. Mikosi yako imetokana na laana ya mababu, Mzee Kijakazi aliwaambia kwa sauti nzito iliyojaa mamlaka. Lazima nifanye tambiko la siri na wewe ili ndoa yako irudi kwenye mstari. Tukiwa tunaendelea na simulizi yetu hii nzuri, ningependa kuwashukuru na kuwaomba kama hauja subscribe, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele, uwe mwanafamilia wa Dunia Ya Simulizi Za Kusisimua, ili usipitwe na matoleo ya simulizi nyingi nzuri zinazofuata. Mganga Kijakazi aliwashawishi kuwa njia pekee ya kufuta laana hizo ni wao wenyewe kushiriki katika tambiko la faraga naye kwa hofu ya kupoteza ndoa zao na tamaa ya maisha bora, wengi walikubali. Lakini kila baada ya muda, matatizo hayakuisha. Badala yake walirudi tena na tena wakitegemea tiba zaidi kutoka kwa Mzee Kijakazi. Hili likawa silaha yake ya kuwafanya wake za watu kuwa wake zake kwa siri. Katika kijiji hicho aliishi kijana mmoja mpambanaji aitwaye Juma. Alikuwa mume wa Rehema, mwanamke mzuri na mwenye adabu. Hivi karibuni Juma alianza kushangaa mabadiliko kwa mke wake Rehema. Alianza kutoka nyakati za usiku kwa visingizio vya kutaka kupunga hewa au kwenda kuchota maji kwenye kisima kilicho mbali. Siku moja aliamua kumfuatilia kwa siri. Kwa mshangao, alimwona mke wake akielekea kwenye kibanda cha Mzee Kijakazi. Juma alijizuia kumkabili papo hapo, lakini alianza kufuatilia kwa karibu. Alikaa chini na wanaume wengine wa kijiji waliokuwa na mashaka kama yake na kujadili. Baada ya uchunguzi wa kina, waligundua kuwa wake zao wengi walikuwa wakimtembelea mganga huyo kwa matibabu ya ndoa. Hapo ndipo Juma akaamua kuweka mtego. Siku iliyofuata, wanaume wa kijiji waliamua kumfuatilia mwanamke mmoja aliyekuwa akielekea kwa mganga usiku. Wakiwa na mapanga na marungu walijificha gizani, wakisubiri kushuhudia nini kitatokea. Waliposikia sauti ya mwanamke ikilia ndani ya kibanda cha mganga, Juma alipata ishara. Kwa ghafla, walivunja mlango na kuingia kwa kishindo. Macho yao yalijaa hasira walipomwona Mzee Kijakazi akiwa kitandani na mke wa mtu. Umepatikana! Juma alipaza sauti, akiwa amejaa hasira. Mzee Kijakazi alishtuka akijaribu kutafuta maneno ya kujitetea lakini wanaume walimshika kwa nguvu na kumfunga kwa kamba. Mwanamke aliyekuwa naye alilia kwa aibu akijifunika uso wake. Asubuhi ilipofika, habari zilienea kijijini. Watu wote walikusanyika, wazee wa kijiji wakihudhuria kutoa hukumu. Baada ya kusikiliza malalamiko na ushahidi wa wake waliodanganywa, uamuzi ulitolewa. Mzee Kijakazi umevunja heshima ya kijiji hiki. Umewahadaa wake za watu kwa miaka mingi. Hukumu yako ni kufukuzwa kijijini milele. Mzee Kijakazi alitazama umati kwa macho yaliyojaa woga. Hakukuwa na mtu hata mmoja aliyemtetea. Alijua kuwa hakuwa na chaguo, ilimbidi aondoke. Wakazi wa kijiji walimwonya. Usirudi hapa tena, la sivyo hukumu itakuwa mbaya zaidi. Akiwa amedhalilika na kujaa aibu, Mzee Kijakazi alitembea akielekea msituni. Hakutazama nyuma tena. Tangu siku hiyo, hakuna aliyewahi kumwona tena. Hadithi hii inatufundisha kuwa watu wanapaswa kuwa makini na wale wanaotumia imani zao kuwadanganya kwa manufaa yao binafsi. Katika kijiji cha Kijungumoto, wake wa watu walijifunza kupitia kilichotokea.